Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kwa majina naitwa Maalim Seif Sultani Al-Qadri. Ni msimamizi na kiongozi wa kituo kikubwa cha dua mkoani Kigoma, kituo cha Al-Qur'ani Daru Shifa. Kituo hiki kikongwe kabisa, kituo kikubwa cha dua mkoani Kigoma kinachowasaidia watu wengi na kimekuwa msaada na nuru kwa jamii ya Kigoma mjini, ndugu zetu jirani kutoka Kongo, Burundi na hata mikoa jirani. Kituo hiki cha Al-Qur'ani Daru Shifa ni kituo kilichoasisiwa na Samaat Sheikh Wesu Halfan bin Kiumbe, kituo ambacho kimesheheni maarifa makubwa na kimekuwa ni nuru na msaada kwa jamii. Ndugu yangu Muislamu nakupa habari habari kubwa, habari nzuri. Kwa rehma zake Allah azza wa jalla, akitujalia salama, akitujalia afya, tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na ugeni mkubwa mkoani Kigoma, ugeni utakaoambatana na jambo kubwa, jambo kubwa, jambo zuri. Wewe usumbukao na matatizo wewe mwanadada unayehangaika hujapata ndoa, mwanadada unahangaika hujapata uzazi, wewe mwanamama, wewe kijana, wewe baba unayesumbuka na matatizo kadha wa kadha, basi na kuomba tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano, kuanzia saa tisa na nusu mpaka saa kumi na mbili na nusu jioni, fika katika kituo cha Al Qurani Darushifa. Kituo hiki kipo Karalangabo ni kituo ambacho kimekuwa nguzo na msaada mkubwa kwa wana Kigoma. Tarehe kumi na saba tutakuwa na ugeni wa kijana Sheikh Ramadhani tutakuwa na ugeni wa kijana Sheikh Ramadhani kutoka Dar es Salaam atawasili hapa mkoani Kigoma kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu mbalimbali mbali. Kijana huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia karama, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kipawa dua na juhudi zake mbalimbali anazozifanya katika kuwasaidia watu zimeleta manufaa na msaada mkubwa kwa jamii ya watu waliokuwa wengi. Wewe Muislamu, mwana mama wewe Muislamu mwana baba na wewe usiyekuwa Muislamu, wewe mwenye dini nyingine, pia unakaribishwa kuja kuweza kuona mabora ya dini tukufu ya Uislamu, kuja kuona neema ya Qurani, kuja kuona utukufu na ukubwa wa Qurani. Njio, msikilize kijana Ramadhani, njio, msikilize Sheikh Ramadhani, kijana aliyejaliwa karama, kijana aliyefanya makubwa katika pande mbalimbali mbali za nchi yetu ya Tanzania. Tarehe kumi na saba tutakuwa naye katika kituo chetu cha Al-Qur'ani Daru Shifa. Ah, tarehe kumi na nane pia na tarehe kumi na tisa tutahitimisha kwa jambo kubwa, tutakuwa na jambo kubwa siku ya tarehe kumi na tisa. Jambo hili ni nini? Ni kwenda kufanya dua kubwa ya kuiombea amani nchi yetu ya Tanzania, ni kwenda kufanya dua kubwa ya kumwombea amani na salama rais wetu kipenzi chetu mama yetu furaha na faraja yetu wana Kigoma, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa namna ya kipekee, kituo cha Al Qur'ani Daru Shifa tunaenda kufanya dua kubwa ya kumwombea amani na salama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi makubwa anayoyafanya, lakini pia ndiyo rais ambaye amerejesha fadhila, amefanya mambo makubwa katika kipindi chake cha miaka yake mitano ndani ya, ya mkoa wetu wa Kigoma. Tunakuomba ndugu yangu Mwislamu, tunakuomba Mtanzania mwenzangu, ushiriki na sisi tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na, na tano kuanzia saa tisa na nusu alasiri mpaka saa kumi na mbili na nusu jioni tutakuwa na Shekh Rama katika kituo chetu cha Al Qurani Daru Shifa. Shekh, tumekuwa tukiona uh, masheikh mbalimbali wakifanya dua hasa kwa nyakati hizi za uchaguzi hasa wakilenga kuliombea taifa letu amani. Sasa hauoni uh, suala hili linaweza likawa linaleta hofu kwa Watanzania eh, kila shehe kufanya dua kwa nyakati hizi za uchaguzi? Ndiyo, ndugu mwanahabari ni kushukuru kwa swali zuri, lakini niseme kwamba kitendo cha kuomba dua ni kitendo cha ibada kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Kuomba dua ni kitendo kilichobeba mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni imani baina ya mja na Mola wake lakini jambo la pili ni utegemezi kwamba huna unayemtegemea ila ni Allah azza wa jalla, na ndiyo maana unashtaki kwa Mwenyezi Mungu, ndiyo maana unamlilia na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie wepesi wa yale mambo unayoyakusu, unayoyakusudia. Lakini jambo la tatu ni adabu, kwa maana dua inastahiki adabu na ina adabu zake mashehe wanajua. Sasa, kama ulivyosema kwamba umeona mashehe mbalimbali mimi labda niwataje kwa majina, mwalimu wangu kipenzi changu shehe na kiigizo kilichokuwa bora kabisa, Sheikh Hassan Kabeke, shehe wa mkoa wa Mwanza, ameyafanya hayo. Lakini pia shehe wa mkoa wa Kigoma, mlezi wetu mwadilifu huyu, Sheikh Hassan Idi Kiburwa amefanya hivyo. katika mji wa Kagunga ilifanyika shughuli kubwa sana ya kumwombea dua mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Waislamu hususan mashehe wanapokithirisha kuomba dua wanayafanya haya katika msingi wa ibada, na hii haina maana ni ishara mbaya, haina maana ni dalili zilizokuwa mbaya. Wale wenye umri mkubwa wanafahamu jitihada za kuiombea nchi zimeanza tangu kwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tangu anatafuta uhuru wa nchi hii, wa nchi hii, wa nchi hii wazee wetu walikithiri kuyafanya mambo yaliyokuwa bora katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwajalia kupata tunu ya uhuru wa taifa letu, tangu kutoka Tanganyika mpaka kuwa Tanzania. Dua ziliendelea kusomwa na wazee wetu wema, Allah walipe kila zuri huko waliko. Hiyo imekithiri kwa mzee Nyerere, imekithiri kwa baba yetu kipenzi chetu Eh, Dokta Mwinyi, lakini pia imekithiri kwa mzee wetu mzee Mkapa, imekithiri kwa baba yetu eh, mzee Jakaya. Wote wameendelea kuombewa dua eh, kwa hiyo ni mambo ya kiibada, na tukiacha upande wa, wa kuiombea dua nchi, lakini pia maisha ya Uislamu ni maisha ya ibada. Leo tunasali sala tano, kila sala kila kipindi unachosali ni kipindi ambacho unamsabihi Mwenyezi Mungu na unakithirisha dua katika kumwomba Allah subhanahu wataala akujalie salama katika mambo unayoyahitaji. Kwa hiyo tunapoiombea amani nchi, tunakumbuka fadhila za wenzetu ambao hawana majukumu mengine wanayoyafanya, ila wamejitolea kuhakikisha kwamba nchi inasimama imara na sisi tunafanya majukumu yetu kwa amani na kwa salama. Leo ukizungumza jeshi la polisi Eh, leo ukizungumza watumishi na wasaidizi wa Dr. Samia Suluhu Hassan wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na amani. Wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Leo tuna teknolojia ya habari kama hivi, tunaweza kukaa na kuzungumza na hadhira. Leo tunaweza kukaa na kupata huduma za vyakula, eh, vitu mbalimbali mbali ambavyo vinatufikia ni mifumo ya wenzetu ambao wamesimama na Allah amewajalia kupata tunu ya uongozi. Sasa sisi tunapowaombea dua, ni kumwambia Allah aza wajala kwanza atupe amani, lakini pia awape mioyo ya subira viongozi wetu, lakini pia awape njema afia, awape salama ya afya zao, lakini pia atuhifadhi na maadui, atuhifadhi na hasadi ambazo zinaweza zikasababisha kumongonyoka kwa amani ya taifa letu. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hakuna dalili zozote mbaya nafkiri tumeendelea kumsikia rais wetu katika mikutano na maeneo mbalimbali, amezungumza kwamba nchi yetu ni nchi ina amani, jeshi la polisi limejiimarisha na jeshi, jeshi la nchi hii pia limeimarika katika kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarika, na amir jeshi mkuu wa nchi hii ni Daktari Samia Sulu Hasan, yeye ndiyo raia namba moja anayesema kwamba amani katika nchi yetu iko salama na imeimarika. Kwa hiyo watanzania Waislamu kuomba dua katika kuiombea nchi haina maana kuna dalili mbaya. Maana yetu ni kumshukuru Mungu, yani kuomba dua pia ni mlango wa shukurani. Kwa hiyo kuomba dua ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale mambo mema na makubwa anayotufanyia Mwenyezi Mungu, ukiacha amani tunayoipata hata afya tulizokuwa nazo. Yupo mtu mmoja aliuliza swali akasema, lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataipumzisha hii pumzi akaizima walau kwa dakika ishirini, ni nani atakayekuwa na nafasi ya kumzika mwingine? Sasa ukaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna ya kipekee kabisa kwa huruma yake Allah Azza wa Jalla ameendelea kutuimarisha na ameendelea kuyafanya mambo makubwa katika kuhakikisha kwamba sisi tunazidi kuwa na amani katika taifa letu, na hatuna namna ya kufanya, hatuna njia nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu isipokuwa ni kumwomba dua Allah Azawajalla aendelee kutuneemesha kwa neema hii ya amani. Lakini pia Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa mwadilifu, ameendelea kuwa kiongozi bora wa mfano. Hatuna malipo yaliyokuwa bora zaidi ya kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, amlipe njema afia, Allah ampe nguvu na salama katika kipindi chote cha uongozi wake. Na labda tu kwa kumalizia, ni wakumbushe wana Kigoma, watu wa Kasulu watu wa Kibondo, lakini niwakumbushe ndugu zetu, jirani zetu wa Kongo, Burundi, eh, na wa mikoa jirani kwamba tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na jambo kubwa mkoani Kigoma, tutakuwa na jambo kubwa na wote tutakaokutana saa tisa na nusu, beba maji yako safi, chukua maji yako safi, beba maji yako safi, uje nayo katika kituo chetu cha dua Al Qurani Daru Shifa. Karibuni sana wote, mnakaribishwa msumbukao na matatizo, na wale ambao mnapenda kusikiliza mambo ya kheri, mnapenda kusikiliza utukufu na ukubwa wa Qurani. Karibuni katika kituo cha Al Qurani Daru Shifa. Asanteni sana.